Cham. Wengi oh, ni yes. E, na mama wakitabasamu, wakinamama kitu gani kuona e, tumepata mwongozi wa Afrika lakini kutoka Burundi, wakinamama kabisa wakuwe na ile juhudi na furaha kwa sababu tumepata rais ambaye anastahili kuongoza. Asante, leo ni furaha kwetu sisi Warundi kupokea mzazi wetu amefika. Eh, wengine huku mbalimbali wakiwa wanachukua huyo uh... rais anafika, akiwa anawasalimia uh, wananchi bila kuwa na matatizo, inakuwa ni vizuri zaidi. Huyo ni mheshimiwa rais wa Burundi, akiwa ni kiongozi hivi sasa wa Afrika Mashariki, Afrika nzima, uh, Umoja wa Afrika, wakiwa wanapiga makofi Unasikia makofi ya kumpongeza, ndiye Afrika wa kwanza Afrika Mashariki e, kupewa hadhi hii ya kuiongoza ya kuongoza, e, Afrika. Hakuna mwingine Afrika Mashariki, ni huyu wa rais wa Burundi amepewa jukumu hilo la kuwa kiongozi wa Afrika. Mpenzi mfuatiliaji wa DLM popote pale ulipo, hatujawahi kushindwa, hatujawahi kuchoka, ni nzuri

Sasa. Umepokea kwa shangwe? Kwa shangwe na vigeregere kabisa. Eh, wakina mama wanapokuambia kitu gani kuona eh, tumepata uh, mwongozi wa Afrika lakini kutoka Burundi. Wakina mama kabisa wakuwe na ile juhudi na furaha kwa sababu tumepata rais ambaye anastahili kuongoza nchi hii. Asante. Pole. Akiashiria usalama umejaa Burundi. Kwa shangwe? Kwa shangwe e, e. Kwa sababu kutoka kule amekuja na mguu. Huyo viongozi wanamwambia mzee uchukua gari. Huyo hapo ni mheshimiwa rais anaenda kuchukua gari.

Kiongozi wa uh, umoja wa Afrika, umejisikiaje? Nasikia furaha sana sana. Leo ni furaha kwetu sisi Warundi, kupokea mzazi wetu. Amefika sisi, association yetu ni fami ndwari, tukuwa mama wengi sana, tunampenda tunampenda, na mama Burundi, tunafurahi sana. Kitu gani kimewafurisha zaidi? Kwa sababu ni mara ya kwanza Afrika Mashariki kupata kiongozi ambaye anaongoza uh, umoja wa Afrika. Ndiyo, tunafurahi kwa sababu amekuja na na, na, na, na zawadi wamempa huko nje, yaani yeah, yeah. natufurahisha tunaona kama wanampenda mm, na sisi walaiya tunampenda mm, na Burundi wati nampenda mm, baba yetu. Tunakushukuru sana DLM kujumlisha imo. Asante sana. Asante, na mimi nashukuru.